Kitu cha kwanza katika mfumo huu utakapoingia, kuna sehemu hii ya browse vacancies, alafu kuna sehemu ya create account. Sasa kama hauna account, hatua ya kwanza unachotakiwa wewe ni ku create account. Kwa hiyo utabonyeza sehemu hii ya create account. Baada ya hapo sasa ku create account, utakuja utaingiza utaingiza email yako hapa, utaweka email. Baada ya hapo utatengeneza password zako then utazi confirm password alafu utabonyeza neno create account, utakuwa umekamilisha kutengeneza account yako katika mfumo huu wa ajira portal. Sasa kama tayari umeshatengeneza account utakwenda tu kulogin, utaingiza email yako hapa na password zako then utaweza kulogin hiyo. Ukishaweza ku create account yako, basi pale unachotakiwa kufanya, utakuja sehemu hii ya browse vacancies, utaweza kuona nafasi ambazo zipo. Kama hapo unavyoona, kuna mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili. Ah, hii ni halmashauri ya wilaya ya Mufindi. Close date mwisho wa kutuma maombi ni tarehe tano mwezi wa 11/2025. Alafu kuna mwalimu daraja la tatu b sabati Mathematics MDAL pamoja na LGA mwisho ni tarehe moja mwezi wa 11. Halafu kuna mwalimu ko, kuna nafasi za walimu bado, kuna nafasi nyingi sana za walimu hapa kama jinsi unavyoona hapo ukisogea okay, tena peji ya pili utaweza kuona bado nafasi za ualimu ni nyingi sana, bado kuna nafasi nyingi sana za ualimu kama jinsi unavyoona hapo, na mwisho wa kutuma maombi haya ni tarehe moja mwezi wa kumi na moja. Bado kuna nafasi nyingi sana za ualimu. Hasa namna ya kuapply, kwanza lazima uweze kulogin katika akaunti yako. Kwa hiyo utakuja sehemu hii ya login, utaweza kulogin hapo hapo utaweza kuona mwalimu daraja la 3B kilimo agriculture. Utaweza kuona hapo duties and responsibilities. Utaweza kuona hapo qualification, mwajiriwa mwenye cheti cha mtihani wa taifa wa kidato cha sita ambaye amefaulu masomo mawili au zaidi yanayofundishwa shuleni na kufaulu mafunzo ya stashahada ya ualimu ya miaka miwili yenye somo la kufundishia la kilimo kutoka vyuo vya ualimu vinavyotambulika na serikali. Mshahara ni TJTSC. Kwa hiyo hapa utabonyeza neno apply now. Sasa ili kwenda ku apply, authentication need, please sign in to apply for this position. Kwa hiyo utakuja uta sign in, sasa ili uweze kufanya maombi yako okay. sasa ukishaweza ku login kwenye account yako utaweza kuona hapa, advert applied. utaweza kuona interview attend shortlisted interview attend. Utaweza kuona vitu vyako vyote hapo pamoja na my application hapo, utaweza kuona Change password, feedback completeness of profile. Pia utaweza kuona apply a job. Utaweza kuona kwa profile completeness inatakiwa ifike asilimia mia moja k okay. Kwa hapo utaweza kuona nafasi zote ambazo zipo, utaweza kuziona hapa nafasi zote za kazi ambazo zipo, utaweza kuona hapo. Kwa hiyo kama upo kwenye field ya utakuja hapa kwenye HR and administration, hapa ndipo utaweza kupata hizi nafasi za ualimu, utaweza kuziona hapa, utabonyeza hapa apply now, hapo utabonyeza apply now. Na baada ya hapo utaweza kuona to proceed with application upload your passport size photo. Kwa hiyo hakikisha kwenye akaunti yako tayari umeshaweza kuweka uh, passport size umesha upload, hakikisha profile yako imekamilika ndipo uweze kufanya application. Hakikisha profile yako hapa umesha upload, namna ya kuweza kuupload sasa. Hapo utakuja utachagua passport yako ambayo unataka kuiupload, utaichagua hapo na utaweza kuiupload. Baada ya kuiupload passport yako basi utaweza kufanya application yako vizuri. Hakikisha umekamilisha profile yako kwanza kabla ya kuweza ku kabla ya kuweza kuattach, kabla ya kuweza kutuma maombi, hakikisha profile yako yote imeweza kukamilika, passport hapa inatakiwa ionekane. Baada ya hapo utakuwa umeweka vizuri kila kitu chako na utakuwa sawa kwa kuweza kutuma maombi yako, na hii ni namna ya kuweza kutuma maombi ya kazi katika mfumo huu wa Ajira Portal. Jina langu ni Feaboy, asanteni na karibuni. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like na share video hii kwa wengine, ili waweze kufahamu haya. Asante na karibuni.